Fasbir sabran jamila, basi subiri kwa subira njema. Innahum yarawnahu ba'ida, hakika wao wanaiona iko mbali. Wanarahu qariba, na sisi tunaiona iko karibu. Siku ambayo mbingu zitakapokuwa kama maadeni iliyoyayushwa. Watakunul jibalu kal'ihn, na milima itakuwa kama sufi. Wala yasalu hamimun hamima, wala jamaa hatamuuliza jamaa yake. Yubasharunahum yawaddu lmujrimu law yaftadi min adhabi yaumiidhin bibanih ijapokuwa wataonyeshwa waonane, atatamani mkosefu ulao ajikomboe na adhabu ya siku hiyo kwa kuwatoa fidia wanawe, wa sahibatihi wa akhi. Na mkewe na nduguye, wa fasilatihi allati tuwi, na jamaa zake waliokuwa wakimkimu wa man na wote waliomo duniani kisha aupokee yeye.